Inayozungumza mbele enu naitwa George Mwahinda, msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Mkasi, kasi kaskazini na Mkasi kusini mbele enu, tangazo la uchaguzi. Kwa mujibu wa kifungu cha cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani 2024 msimamizi wa uchaguzi jimbo la Mkasi kaskazini na Mkasi kusini anawatangazia wananchi wote waliojiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura la tume huru ya taifa ya Uchaguzi kuwa moja, uchaguzi wa rais wabunge na madiwani utafanyika siku ya Jumatano tarehe 29 Oktoba 2025. Vituo vilivyotumika kuandikisha wapiga kura ndivyo vitakavyotumika kupiga kura. Vituo vya kupiga kura vitafunguliwa saa moja kamili asubuhi na kufungwa saa kumi na, saa kumi kamili jioni. Vituo vya kupigia kura vya magereza vitafunguliwa saa mbili asubuhi na kufungwa saa tisa kamili alasiri. Pamoja na tangazo hili, kwa kila kituo cha kupigia kura zimeambatanishwa taarifa zifuatazo: mfano wa karatasi ya kupigia kura yenye majina na picha za kila mgombea pamoja na nembo ya vyama vyao vya siasa kwa uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani orodha ya majina ya wapiga kura wote walioandikishwa na Tume huru ya taifa ya Uchaguzi, na orodha ya wapiga kura walioruhusiwa kupiga kura moja tu ya rais. Wananchi wote mnaombwa kupitia taarifa hizo, ili kutambua mapema vituo mtakavyopigia kura na kuona mfano wa karatasi ya kura. Muhimu: siku ya uchaguzi ni lazima mpiga kura afike kituoni na kadi yake ya mpiga kura. Kwa mpiga kura aliyepoteza kadi yake na ambaye aliandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, ataruhusiwa kupiga kura endapo atafika katika kituo alichopangiwa akiwa na leseni ya udereva au pasi ya kusafiria au kitambulisho cha taifa. Majina ya kitambulisho mbadala atakachowasilisha yawe yanafanana na yaliyomo kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Tangazo hilo limetolewa na mimi George Mwahinda, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Nkasi Kaskazini Nkasi Kusini, asanteni kwa kunisikiliza.